Mjumbe wa kamati ya kupambana dhidi ya ukatili wa jinsia wanawake na watoto Tanzania, Dkta Raya Hassani Mkoko, amesema anaunga mkono jitihada zinazoendelea kuchukuliwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kuhakikisha vitendo vya udhalilishaji vinaondoka. Wakati hayo wanajiri, mara baada ya kuzungumza na vijana wa ngazi mbalimbali mbali huko katika tawi la siasa ya Mganda, wilaya ya Wete, Pemba serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwenye masuala mazima ya kumaliza vitendo vya udhalilishaji wanawake na watoto kupitia hili vijana, na ndio maana nikasema hili jambo ambalo mmenambia nikalichukulia umuhimu sana, kwa sababu nyinyi na sisi tutashirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba hivi vitendo vya udhalilishaji vinapotea kabisa. Wakati huo huo, Dkt. Raya ameitumia fursa hiyo kuwakabidhi vijana wa UVCCM jezi na mpira pamoja na kiasi cha fedha shilingi laki mbili kwa ajili ya ununuzi wa makuti katika ujenzi wa tawi jipya la CCM Nduni. hatua hiyo ni baada ya ukamilishaji wa ahadi yake ambayo ameitoa siku chache zilizopita. Katika hatua nyingine, kiongozi huyo amewasisitiza vijana hao kuendelea kuitunza amani ili kufikia malengo mazuri kwa taifa ukiweka kando. Mbali na hayo, pia Dkt. Raya amefanya ziara ya kutembelea katika shehia ya Tumbe Mashariki sambamba na kumkabidhi baskeli Ndugu Shehe Kombo Sali. Kwa hiyo lengo na madhumuni hasa ni kuzidisha amani kwenye nchi yetu, hususan vijana. Kwa hiyo maskani zetu ziwe ni maskani za maendeleo, ziwe ni maskani za watu ambao wanakuwa wana create, tunasema wana wana mbinu tofauti za ku, vijana. Katibu wa siasa wenezi na mafunzo CCM mkoa wa kaskazini Pemba, Comrade Rashida Hamisi Othman amewataka vijana wa CCM kujitokeza kwa wingi katika daftari la wapiga kura ili kukipa ushindi mkubwa chama hicho. Naomba sana vijana wenzangu na viongozi wenzangu, vijana ambao hawajaingia kwenye daftari la zeki na wameshafika umri wao, kuanzia mwezi huu, kesho waende wakajiandikishe Kujiandikisha ni haki yako ya msingi kijana, kumchagua kiongozi ambaye unamtaka, na hakuna mwingine ni Mama Samia Suluhu Hassan na Dr. Hussein Ali wii. Nao kwa baadhi ya viongozi ambao wamehudhuria katika hafla hiyo wao, kwa upande wao wamemshukuru kwa dhati Dr. Raya, huku wakisema sijawahi kuona mtu mwenye ukweli kama Dr. Raya kwa sababu kanatoa ahadi tarehe 18, tarehe 21 kanakuja tekeleza ahadi yake. Sijawahi kuona kabisa. <laughs> Nikiripoti langu jina ni mimi Muhammed Othman, Warada Online TV, Pemba.